Salamu zangu zikufikie mahali kokote uliko ambako unaendelea kufuatilia chaneli yetu ya Healing Clinic The Treasure of Knowledge and Wisdom. Leo natamani nikudokeze jambo moja la msingi na la muhimu mno. Na jambo hili ni kwamba Unatakiwa kufahamu na kuelewa ya kwamba unapoendelea kuishi katika dunia hii, maisha yako yana ukomo katika muda, yana ukomo katika muda. Maana yake tupo, lakini kuna wakati hatutakuwepo. Sasa ule wakati ambao hatutakuwepo, tutakutana na mwenye sisi, utakutana na mwenye wewe unanelewa, yaani, yuko mwenye wewe anayeitwa Mungu. Sasa utakapokutana naye, iwe ni kwa njia ya kifo, iwe ni kwa njia ya mwisho wa ulimwengu huu, maana ulimwengu huu na mwisho, yaani kuna wakati ulimwengu huu utatamatishwa. Sasa huyu mwenye wewe atakuuliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza atakalokuuliza kwenye kiti cha hukumu, atakuuliza hivi, ulitumia muda wako kiasi gani kutekeleza ajenda iliyoko kwenye Mathayo 28 na mstari wa 19 na ishirini au Marko kumi na sita kumi na tano na mstari wa kumi na sita inayosema hivi, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Jambo la kwanza hilo, lakini pia anarudia kwenye Marko anasema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Maana yake unatakiwa kuelewa ya kwamba wewe unatakiwa kugeuka kutoka kwenye maisha ya dhambi, lakini wewe pia unatakiwa kuwa ambasada au balozi wa kuwatoa wengine kwenye maisha ya dhambi. Swali la pili ambalo Mungu atakuuliza kwenye kiti cha hukumu, atakuuliza kwamba ulitumia mali zako na vitu na hazina na, kit, na fedha kiasi gani kumwakilisha yeye na kumtumikia yeye. Ulitumia kwa faida ya yeye au kwa faida yako mwenyewe? Swali la tatu atakalokuuliza huyu Mungu kwenye kiti cha hukumu, atakuuliza hivi, ulitumia muda wako kiasi gani kutengeneza mfumo wa maisha yako kuhusiana na yeye. Ulitumia muda wako kiasi gani kutengeneza mfumo wa maisha yako kufanana na yeye, maana yake ndani yako maisha yako yalimfanania yeye kwa kiasi gani? Je, uliishi maisha ya utakatifu haki na kweli? Maana dunia ya leo, ukisema uongo ndio unaonekana wa maana, ukisema ukweli unaonekana wa ajabu kwenye dunia hii, yaani ukimdhulumu konda nauli Ukimwibia mtu unaonekana wa maana. Swali la mwisho at, ambalo Mungu atakuuliza lina A na B: ulitumia muda kiasi gani kusoma neno lake na ulitumia muda kiasi gani kuomba kwa ajili ya maisha yako, hatima yako na hatima za wengine.